Hapa wakaanza kujengewa uwezo wa kuanza kujitambua kifikra, wakaambiwa ni kwa kiasi gani binadamu alivyokuwa na uwezo mkubwa wa kufanya makubwa kwa mujibu wa maumbile aliyokuwa nayo kimwili na kiakili. Tukawa tunatoa <coughs> <coughs> <coughs> nafasi kama hivi, mheshimiwa amezungumza, alafu tumnyanyue mtu tena aseme nina miba tumboni dagaa kauzi limetoboa, sijui nini. Hapana, sawa. Kwa hiyo jamani, hapa ni kazi tu. Sawa, mm. Nawaomba sana siku za mwanzo tulikuwa tunaizungumzia kuishangaza dunia, tuje tuishangaze dunia, lakini watu wa kwanza kuwashangaza ni hawa ambao wako mbele yetu, sawa jamani, mm. Kwa hiyo naomba nisikiuke chochote, labda kama kuna, nafikiri hakuna tena kingine mheshimiwa, unaturuhusu tufunge ili waweze kuendelea na utaratibu mwingine kwa sababu kuna watu ambao wamefunga. Itabidi leo wote kwa pamoja tumalize mapema. Uh, babu alinidokeza tu, alinambia hivi vijaruba, kila mtu mmoja ana kijaruba kimoja chenye upana wa mita wa futi mita kwa maana kwamba mtu akisimama hapa na uwezo wa kungolea na akigeuka kula angolea, kuna njia <coughs> yeah. mita moja ambayo mtu anapita na jerrycan kwenda mpaka mwisho. Bahati mbaya zaidi sisi huku hatuna makaratasi, tuna kwa vitendo huku. Mwanzo usiona hivi, ingia mbele wana tulichokifanya. Karibu sana wewe, yani sikutaka hata kukutaja wewe, ndio mwenyewe mwenye hichi kituo <laughs> Sisi huku ndio tunaokuja kuchopia chopia. na kubwa labda babu, ni kuambia habari njema tumeona kumbe tukija sana huku amri zinakuwa nyingi, sasa kazi yako unashindwa kuifanya vizuri. Kwa hiyo leo tumekubaliana kwamba macho yetu yatatazama mikono, tutaweka nyuma na midomo kwanza tutafunga mba <laughs> ili babu kwanza mfanye kazi ya kitaalamu tuione, sawa? maana leo kaja mkuu wa mkoa akatoa amri, kaja kesho mkuu wa wilaya akatoa maagizo, kaja nani engineer Mpalasinge naye katoa ya kwake, kaja daldo katoa, kaja mchumi katoa, kaja matroni katoa, kaja babu katoa, mtaelewa kweli? Sasa kwa sababu tuna wataalamu hawa, babu mwenye kituo na Masudi mratibu na task force inawasaidia tuna wataalamu mafundi wakuja kutusaidia, tufanye nini, tunatakiwa kufanya watakuja, na wengine wanyuki, dokta wa mifugo kashajitolea. Embu kwanza sisi wengine hivi tuje ku... mna shida gani? kisima kijachimbwa, ndio kazi yetu, kisima kichimbwe, sijui ni mengine haya. Embu mwendelee, kama wana kijiji kupitia mikutano mikuu ya vijiji. so, so, so, so. <laughs> yeah. nandoita rahisishia mkisema leo mnataka mkanunue msumeno, mnaenda mkisema mnataka. Lakini mkisema amri zitoke kwetu, tutawachelewesha. Mimi nimesema spidi yenu kubwa kuliko yangu. Mama yenu inshakuwa mzee, si mtaniburuza nitaanguka. Haya jamani, basi tunyanyuke. Sawa, simame. Usituone mbele yako kamnyangalakane, kama wako wachapa kazi, kamnyangalakane, kamnyangalakane mama, kamnyangalakane mama, vijana wako wachapa kazi, hakuna mvivu wala mchovu

Nenda zako tu hapo. Huyo wa mwanzoni. Njoo kwa hapa yule white kalala pale. Sio kwa tunapika naye jana. Kwa bigi hapo kalala hapo kwa huyo bigi, mwenziye sasa

Zikisha tunaruhusu kurudia wewe unakula ugali kwa dagaa.